Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi atatusaidia kupiga hatua na kuleta maendeleo katika mkoa wetu wa Mbeya na jiji la Mbeya. Hivyo basi, sina mengi, ni hilo tu kwa jina naitwa ndugu Idi Kasagula, kwa jina naitwa ndugu Idi Ramadhani Kasagula. Nimekuja mbele yenu ndugu waandishi wa habari kwa ajili ya kuja kuchukua fomu kwa ajili ya mtiania Patrick Mwalunenge. Kwa nini tumeamua kuja kumchukulia fomu? Tunaamini baada ya kutoka Dr. Tulia, tunaamini kwa sababu itakuwa itakaoweza kufanya kazi katika jiji la Mbeya, basi tunaamini Patrick Mwalunenge anaweza kutufaa kuwa mbunge wa Mbeya mjini. Tunakiomba sana chama cha mapinduzi, kama tuungane pamoja na vijana, mimi kwa niaba ya madereva wa bajaji jiji la Mbeya kwa sababu kwanza moja tunamtambua kwamba ni mfanyabiashara. Tunaamini na sisi kama ni wafanyabiashara wajisilia mali wadogo wadogo, tunaamini atatuendeleza pale tulipoishia alipotuachia Dr Tulia. Tunaamini yeye ana uwezo wa kutupeleka mbele zaidi hmm. Ni matendo gani ambayo yamewasukuma? ya malmengi, ya kwanza moja, kwa jinsi alivyo, kwa sababu sisi tunamwona kwamba ni mfanyabiashara la kwanza tunaamini kuna tasnia zetu sisi atatuunga mkono. Tunaamini Dokta Tulia alikuwa na nafasi yake, sasa ametuachia. Tunaamini kwa nafasi yake Mwalunenge anaweza akatufaa na akaweza kutusaidia vijana katika jiji la Mbeya. Mmemchukulia fomu, pengine ana uhakika kwamba ana nia ya kulitaka jimbo? Ah, tunaona ana nia kabisa kwa sababu tumemwona ni mtu ambaye mwenye nia na yuko tayari, atake asitake, atake asitake, tunaamini yeye ndio anaweza akaziba pengo